wa Tanzania na madiwani walichaguliwa kwa upande wa CCM. Kwa upande wa Zanzibar, kama sote tunavyofahamu, tume ya uchaguzi ilifuta uchaguzi wa Zanzibar tarehe 28 Oktoba mwaka jana, baada ya kubainika kutokea kwa kasoro kadhaa kama zilivyoelezwa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kadhalika, uamuzi huo wa tume ulitangazwa katika gazeti rasmi la serikali tarehe 6 Novemba mwaka 2015 kwamba tume ya uchaguzi wa Zanzibar imeyafuta matokeo yote ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa tarehe 25 Oktoba mwaka 2015, na kwamba uamuzi wa tume wa tarehe nyingine ya kurudia uchaguzi mkuu wa Zanzibar utatangazwa baadaye kwa mujibu, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na sheria ya uchaguzi namba 11 ya mwaka 1984, tume ya uchaguzi wa Zanzibar ndio yenye jukumu la kusimamia na kuendesha uchaguzi wa rais, wajumbe wa wakilishi na madiwani. Kwa hivyo, naomba wananchi waendelee kuishi kwa amani na waendelee kupendana huku tukusubiri tume ya uchaguzi wa Zanzibar itangaze tarehe nyingine ya kurudia uchaguzi wa Zanzibar. Kwa hivyo uchaguzi kwa mujibu wa katiba na sheria ya Zanzibar ya uchaguzi utarudiwa. Aidha, katika suala zima la hali ya kisiasa ya Zanzibar iliyojitokeza baada ya kufuta uchaguzi mkuu, viongozi wenu tulishauriana tukutane ili tufanye mazungumzo ya kutafuta suluhu kwa njia ya amani ili nchi yetu endelee kuwa na amani, umoja na mshikamano. Hatimaye tulikubaliana tuanze mazungumzo hayo. Mazungumzo haya yanatuhusisha viongozi sita tuliopo madarakani na waliostaafu na mimi nikiwa mwenyekiti wa mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo yanaendelea bado. Taarifa ya pamoja mazungumzo hayo yatatolewa na wajumbe tuliofanya mazungumzo mara tu baada ya mazungumzo hayo kukamilika. Katika kipindi hichi, kama nilivyosema hapo mwanzo, bado naomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu na wastamilivu, ili mwendelee na shughuli zenu za maisha na kila siku kwa amani, na tume itatimiza wajibu wake. Ndugu wananchi, kudumishwa kwa mapun, mapinduzi ya Zanzibar ambayo leo yametimiza miaka hamsini na mbili lazima tuende sambamba na kudumishwa kwa kuendeleza muungano wa Tanzania ambao nao tarehe 26 Aprili mwaka huu utatimiza miaka hamsini na mbili tangu kuasisiwa kwake. Muungano wa Tanzania ni kielelezo muhimu cha umoja wa Tanzania na udugu wa damu uliopo tangu kale na dahari kwa wananchi wa pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi chote hicho cha kuasisiwa kwake tarehe 26 Aprili mwaka 64, wananchi wameendelea kunufaika kiuchumi, kisiasa na kijamii, pamoja na kujitokeza changamoto ambazo zimekuwa zikifanywa kazi kwa ufanisi mkubwa na kamati ya pamoja katika ofisi ya makamu wa pili wa rais, ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya nne. Nipenda nimwahakikishie Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Watanzania wote, kwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya mwaka saba itaendelea kwa muumini wa dhati wa muungano wetu na kuendelea kuyatekeleza kwa, kwa vitendo malengo yale yale ya waasisi wetu.